Bwana, historia inakwenda kuandikwa siku ya leo katika dimba la manispaa ya Berkane pale nchini Moroko. Si jambo jingine, ni mchezo wa fainali ya kwanza ya michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo wekundu wa Msimbazi Simba watakuwa wakikaribishwa na wenyeji wao RS Berkane kutokea nchini hapo hapo Moroko. Lakini nikwambie tu, ni mchezo ambao unavuta hisia kubwa eh, za mashabiki barani Afrika, lakini na duniani kwa ujumla, kutokana na kile ambacho kimeendelea siku mbili tatu, ee, kunako katika mitandao ya kijamii, lakini kubwa zaidi ni historia ya timu hizi e, ambazo tayari huku nyuma zimeshawahi kukutana katika michuano hii ya kombe la shirikisho kunako msimu wa ishirini na moja ishirini na mbili ambapo wekundu wa msimbazi Simba katika mchezo wa kwanza ambao ulipigwa katika dimba hilo hilo la manispaa ya Berkane walikubali kichapo cha bao mbili kwa sifuri ee, kunako mwezi wa pili tarehe ishirini na saba lakini wakafanikiwa kulipa kisasi kwani vitabu vya dini vinasema kwamba kisasi ni haki, walipokuja katika dimba la Benjamin Mkapa ambalo mpaka sasa wamekuwa kama hivi wakiliogopa Waarabu kutokana na figiso ambazo wa eh, wamezianzisha eh, lakini walikufa chuma moja hapa Pape Osman Sako Post, eh, akifanya yale ambayo wekundu wa Msimbazi Simba walikuwa wanatarajia kutoka kwake kwa, kwa kushindilia msumari mmoja safi kabisa na kuwafanya Simba Sports Club eh, kuondoka na ushindi wa bao moja kwa sifuri katika mchezo huo huo. Ni mchezo wa fainali e, ambao kondo kwanza unafanyika leo hii, lakini tangu kufikia hapa katika hatua ya fainali, wekundu wa Msimbazi Simba wamepita vigingi kweli kweli, e, kwani katika mchezo wa mtoano e, ama zile hatua za awali, walikutana na wababe kutokea pale nchini Libya. Hawa si wengine ni Al Ahli Tripoli kutokea nchini hapo, ambapo katika mchezo wa kwanza ambao ulipigwa katika dimba la International Tripoli, Wakundu wa Msimbazi Simba walifanikiwa kutoka suluhu ya bila kufungana eh, na kufanya mchezo eh, kuja kutafutiwa hatma katika dimba la Benjamin Mkapa, ambapo Simba Sports Club eh, walifanikiwa kuibuka na no ushindi wa bao tatu kwa moja licha ya Al Ahli Tripoli eh, kutangulia kwa bao pekee la Mabululu, miongoni mwa washambuliaji wanaotajwa kuwa na ubora mkubwa zaidi eh, barani Afrika kwa sasa, lakini Leonel Ateba Mbida, Kibu Denis Mkandaji, bila kusahau naye Edwin Balua wakiwafanya wekundu wa Msimbazi Simba kutoka kifua mbele katika mchezo huo na kufuzu kuelekea hatua ya makundi, huku akiwa hawapei nafasi kubwa e, na wadau wengi wa mpira katika hatua ya makundi. Wekundu wa Msimbazi Simba nao e, klubu Sportif walipangwa sp Constantine kutokea pale nchini Algeria, bila kuwasahau Sfaxien kutokea nchini Tunisia, nao Bravos di Maquis kutokea pale nchini Angola. Na katika hatua ya makundi wekundu wa Msimbazi Simba Walianza eh, kuchanga karata zao vyema mara baada ya kuibuka na ushindi katika mchezo wao wa kwanza kabisa eh, dhidi eh, ya Bravos de Maquis eh, kabla ya kwenda kupoteza pale nchini Algeria dhidi ya Constantine kwa bao moja, kwa bao mbili kwa moja eh, katika mchezo wa tatu eh, wekundu wa Msimbazi Simba walifanikiwa kuibuka na ushindi wa bao mbili kwa sifuri dhidi ya Sfaxien kutokea pale nchini Tunisia, huku wakiendelea kufanya comeback, eh, kama ilivyokuwa katika mchezo wao wow, hatu wa hatua ya mtoano dhidi ya Al Ahli Tripoli, ambapo wekundu wa Msimbazi Simba katika mchezo huu dhidi ya Tunisia walitanguliwa kwa bao moja kwa sifuri, lakini wakarejesha bao moja na dakika za mwishoni kabisa, Kibu Dennis, mkandaji wenyewe wanapenda kumwita hivyo, kiboko ya Arabu, mchezaji wa mechi kubwa eh, akishindilia msumari wa pili kunako dakika za nyongeza eh, lakini katika mchezo wa marudiano ambao ulipigwa pale nchini Tunisia wekundu wa Msimbazi Simba wakaweka rekodi ya kuwa timu ya kwanza kutoka Tanzania kuweza kuwafunga Waarabu nje ndani, kwani katika mchezo huo alifanikiwa kuibuka na ushindi wa bao moja kwa sifuri. Jean Charles Awa eh, hapendwi sana eh, na wache, o, mashabiki ama wadau wale wanaopenda udambudambu, yeye ni takwimu tu ndizo ambazo zinazungumza kwa upande wake, aliyofanya wekundu wa Msimbazi Simba kuondoka na alama tatu muhimu eh, wakiitafuta alama moja katika mchezo uliofuata dhidi ya Bravos de Maquis na hakika waliipata kwani Leon Ateba Mbida akisawazisha mara baada ya kutanguliwa na hawa hawa Bravos de Maquis wakiwa katika eh, dimba lao la nyumbani. Na katika mchezo wa kuhitimisha ambao walipigwa katika dimba la Benjamin Mkapa, Wekundu wa Msimbazi Simba wakiwa bila mashabiki wao ambao eh, walikutana na rungu la kafu kutokana na kile ambacho kilijitokeza katika mchezo wa kwanza dhidi ya Club Sportif de Sfax kutoka pale nchini Tunisia. Eh, wakunda Msimbazi Simba wakafungiwa kucheza bila mashabiki, walifanikiwa kuibuka na ushindi wa bao mbili kwa sifuri eh, dhidi ya Constantine kutoka nchini Algeria katika mchezo wa marudiano na kuwafanya kuongoza kundi A, eh, na hivyo kujihakikishia eh, kwanza ugenini katika mchezo wao wa robo fainali ya kwanza ambapo walikutana na Al-Masri kutoka nchini Misri ambapo Eh, Wekundu wa Msimbazi Simba katika mchezo wa kwanza walikubali kichapo cha bao mbili kwa sifuri huku wakiwa wamekatiwa tamaa na wadau waliokuwa wengi. Katika mchezo wa marudiano ambao ulichezwa katika dimba la Benjamin Mkapa, Simba Sports Club walifanikiwa kupindua meza eh, kwa kuibuka na ushindi wa bao mbili kwa sifuri wakaenda katika hatua za matuta ambazo Wekundu wa Msimbazi Simba, kama ambavyo imekuwa historia yao, wanapofika katika hatua eh, za matuta walifanikiwa kuibuka na ushindi wa matuta manne kwa moja, Musa Pimpim kamera akiwa shujaa katika mchezo huo mara baada ya kuokoa michomo mitatu, lakini ambaye atatajwa sana katika mchezo huo alikuwa ni Shomari Salum Kapombe eh, mara baada ya kufunga mkwaju wa mwisho ama eh, mkwaju wa ushindi katika mchezo huo, kutokana na historia ambayo ilitokea pale nchini Morocco ambapo walikuwa wakicheza na Wydad Casablanca katika mchezo wa ligi ya mabingwa robo fainali kama robo fainali ilivyokuwa dhidi ya Almasir ilikosa mkwaju muhimu ambao utaendelea kuwaweka katika mchezo wekundu Msimbazi Simba na hiyo ndio ambapo wekundu wa Msimbazi Simba e, ile jina makarobo lilipofutwa rasmi mara baada ya kufuzu hatua ya nusu fainali ambapo walikwenda kukutana na Stellenbosch kutokea pale nchini South Africa, wajukuu wa Madiba hawa e, katika mchezo huo ambapo mchezo wa kwanza waliopigwa katika dimba la New Amani Complex kutokana na uwanja wa Benjamin Mkapa kuwa katika maboresho, wakundu wa Msimbazi Simba walifanikiwa kuibuka na ushindi wa bao moja kwa sifuri, bao la yule yule Jean Charles wa MVP wa Ivory Coast e, akiwahakikishia wakundu wa Msimbazi Simba kutoka kifua mbele katika mchezo huo, na walipokwenda katika e, nchini South Africa katika dimba la Moses Mabida e, katika jiji la Durban, wakundu wa Msimbazi Simba walishikilia bomba dakika ya kwanza mpaka mpira una tamatika na mchezo kumalizika kwa suluhu, hivyo kuwafanya ekunda Msimbazi Simba kufuzu hatua ya fainali kwa mara ya pili mara baada ya kufanya hivyo mwaka elfu moja mia tisa tisini na tatu katika michuano hii, hii ya Kafu. Hiyo ndio historia fupi kwa upande wa hekunda Msimbazi Simba ambao eh, siku ya leo eh, majira ya saa nne za usiku eh, kwa saa za hapa Tanzania lakini saa mbili kwa saa za hapo nchini Morocco watakuwa Wageni wa RS e, Berkane ofishkujanifene si Abdallah Abdallah, eh. Eh, hiyo ni historia fupi ambayo nimekupa kutoka hapa ndani ya Simba Fans TV, na sisi tuko hapa maeneo ya Mlimani City ambayo imefungwa big screen kwa <tune>